lakini nikiwa wa mwanzo kabisa kuhusia nafsi yangu mwenyewe kumcha Allah, ndugu zangu katika imani, kutubu samawia vitabu vyote ambavyo Allah alokuwa ameviteremsha kutoka mbinguni kwa maana ya Taurat, Injil, Zabur na Qur'an ambayo Qur'ani ikaja ikathibitisha yale yote ambayo yaliyokuwa yametajwa au yaliyokuwa yamepita katika zama ambazo zilizokuwa zimepita. Allah subhana akayathibitisha yale ambayo yaliyokuwa yamepita katika umma zilizokuwa zimepita na vitabu vyote hivi

kwamba hakika Allah ambaye ndiye mfalme wa wafalme ambaye ufalme amba ufalme wake haukutanguliwa na Adam kwamba kuna wakati hakuwa mfalme bali ni ufalme wa milele na milele. qul illahumma malikal lmulk tuti lmulka al tasha, Allah subhanah anampa uongozi

ndiye ambaye muweza juu ya kila kitu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kwa mujibu wa Uislamu tunaamini kabisa Qurani ambayo ndiyo maneno ya Allah. Allah yeye ndiye ambaye humpa mamlaka yule ambaye anayemtaka yeye, si hivyo tu katika maisha yote ambayo tunaoishi mimi na wewe katika mgongo wa ardhi, bali tunaamini qadha na qadari zake yeye Allah tabaraka wa taala, na ni jukumu la kila mwislamu kuridhika na mpangilio ambao Allah alokuwa ametupangia nao. Mazungumzo yetu yatakwenda sambamba na yale ambayo ndugu zetu mashehe zetu wanadawa kwa ujumla walokuwa wanayazungumza katika membari mbalimbali. Uislamu, kwa mujibu wa Uislamu, haujakataa siasa kwa sababu siasa Ndiyo Uislamu, siasa ndiyo Uislamu. Lakini ni siasa ipi ambayo Uislamu unakubaliana nayo na siasa ipi ambayo Uislamu haukubaliani nayo? Siasa ndio mpangilio wa maisha na neno siasa limetoka katika kinywa

siasatan mtume anasema, kana baniisrail tasusuhum lambiya, walikuwa baniisrail mitume wao ndio wanasiasa wao. Kullama halaka nabii, kila anapoondoka nabii akafa, khalafahu nabii, anakuja kushika mtume mwingine kwa maana kila akiondoka mwanasiasa wao anaingia mwanasiasa mwingine ambaye Allah alokuwa amemchagua. Wa innahu la nabiyya ba'di, kwa hakika hakutokuwa na nabii baada yangu. Wa sayakunu khulafaa fayukthirun, lakini kutakuwa kuna wanasiasa au kutakuwa kuna viongozi walokuwa wengi sana. qalu ya rasulullah

Akiondoka huyo, anayeshika mwingine jukumu lenu ni taa juu ya viongozi ndugu. Yangu katika imani huu ndio Uislamu, na sisi tunaishi katika nchi ambayo, nchi ambayo yenyewe haina dini, lakini watu wake wana dini. Tunamshukuru sana Allah ambaye leo sisi Waislam kwa fadhila zake Allah tunaabudu vile ambavyo Allah alivyokuwa ametaka tumwabudu yeye. Alhamdulillah, hii ni neema iliyokuwa kubwa kwa sisi Waislam. Kuna watu ambao kutokana na siasa zao pengine swala mtu anashindwa kwenda kuswali msikitini kutokana na matatizo makubwa ambayo yaliyokuwepo katika nchi zao. Leo sisi alhamdulillah, hata juzi hapa imetokea changamoto, lakini waislamu walikuwa wanatoka wanakwenda kuswali misikitini. Sehemu nyingine utapata wapi jambo kama hilo? Ni neema iliyokuwa kubwa Hatujazuiwa katika mambo ya ibada yote ambayo sisi tunayafanya. Kuna sehemu nchi za jirani, adhana adhana ambayo ni alama katika Uislamu unaisikia ndani ya msikiti, nje ya msikiti huipati nchi za jirani ambao zinaotuzunguka sisi wenyewe. Kwa fadhila zake Allah leo misikiti yote kwa taimu zote watu wanaadhini wanavyotaka wao. dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Ndugu zangu katika imani, lakini leo siasa ambazo tunaweza tukasema Uislamu unazikataa kwa maana ya Uislamu kukataa zenyewe kwa sababu ya, ya, ya demokrasia ambayo wape waliokuwa wengi watu wamegeuza siasa hizo kuwa za uongo. Hizo ndio Uislamu umezikataza, mtu anazungumza mambo yaliyokuwa ya uongo, lakini siasa ya Uislamu bila shaka Uislamu unakubaliana nazo, lakini sisi jukumu letu ni taa na ndio manhaji, kwa wale wasioifahamu manhaji ya Sunna, manhaji ya salafi saleh wengine huko katika mitandao wakisikia neno hawa ni masalafi, wanaona kama kwamba ni vikundi fulani vimezuka. Kumbe manhaji salaf ni manhaji ambayo inahimiza toa kutii mamlaka yaliyokuwa madarakani, sawa, katika nchi ya demokrasia, au nchi ambayo inaongozwa kwa sheria za dini ya Uislamu. hii ndio mafundisho tunayoyapata kupitia katika kinywa cha mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini bahati iliyokuwa mbaya, leo kuna maadui ambao, maadui hawa wa Uislamu, maadui hawa ambao ni maadui ambao wanaweza hata wakaingiza nchi katika, katika maangamizi propaganda zimekuwa nyingi na Mwislamu leo kila anaolisikia, anataka na yeye alipeleke. Wapi ashe baadhi ya mambo katika mitandao ya kijamii. Kuna mambo mengi ya uongo kila kukicha. Kwa nini watu wamekaa wanatunga mambo ya uongo, wanasukuma kwenye mitandao? Wewe mwislamu uko chumbani kwako, ukiona pengine mtu analeta yale ili iwe tatizo. Natoa mifano mdogo sana miaka mitano ya nyuma, ilitokea suala la korona, ugonjwa wa korona. Lakini kumbe walioleta magonjwa yale, propaganda zao zilikuwa ni nyingi, ikafikia mahala hata waislamu wakashindwa kwenda kutekeleza nguzo ya tano katika ibada ya hija. Kwa nini? Watu walikuwa wanashea mambo ya korona, watu wanakufa, watu kadha, watu wa kadha, mpaka ikafikia mahala sasa dunia sikwambii nchi, dunia ikafikia mahala, kuna misikiti ikafungwa, kuna misikiti watu wakashindwa hata kupanga swafu kutokana na propaganda zokuwa zimeenezwa lengo nini? Ikafikia mara watu wakashindwa kwenda kutekeleza mpaka ibada ya nguzo ya tano ya hija. Sasa kwa sisi Waislamu, hasa katika nchi yetu ya Tanzania, mambo yamekuwa mengi, propaganda zipo nyingi. We muislamu jukumu lako mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au yasmut, kwa yule mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, aseme maneno yaliyokuwa mazuri au anyamaze. Pengine maneno yako unaokwenda kuyazungumza au yale ambayo unayashea kwenye mitandao yakaja kuleta madhara katika dini yako. Mtume anasema, kafaa bil mari ithman, yatosha kwa mtu kupata dhambi katika riwaya nyingine, kafaa bil mari kadhiba an yuhaditha bikulli ma samia, kuhadithia kila anaolisikia. Sisi Waislam tumewekewa manhaji na mtume ambao na yeye kaipokea kwa mola wake kwamba ni lazima sisi tuwatii viongozi wetu, viongozi wa dini, viongozi waliokuwa kwenye mamlaka. Allah anasema ndani ya Quran

Pindi linapowajia jambo lolote miongoni mwao, sawa jambo lile liwe la amani au jambo lile liwe la hofu, limetanda katika mji adhahu bi wao, kazi yao ni kulitangaza tu, kwamba kila mtu naye aseme, kila mtu naye azungumze, aonekane kwamba hayuko nyuma, lazima azungumze, sawa jambo lile liwe la kheri au jambo lile liwe la shari, naye lazima azungumze. Allah anasema walau radduhu ila rasul, kama wangerejesha kwa mtume wakati mtume yupo hai angewatatulia jambo lao, akawaelekeza haki iko wapi, sawabu iko wapi, lini, wa, lini, wa, lipi wachukue lipi waache. au wa ila ulilamri minhum, au wale ambao wenye mamlaka juu yao. Mtume hayupo lakini kuna viongozi wanaweza wakaenda wakaambia, tumesikia hili, hebu tuambie ni sahihi au batil. La alimahu alladhina yastanbituna, hawa wangewatatulia yale ambayo kabla hawajayatangaza wakapata dawa na tija ya kuzuia ulimi wao usiingie kwenye matatizo. Na kama isingekuwa fadhila za Allah kwenu nyinyi, pengine angewapata madhara yaliyokuwa makubwa zaidi. Ndugu zangu, sisi hapa Tanzania juzi tu hapa kwenye mambo ya intikhabati haya ya kura siku tano tumepitia wakati mgumu sana, mgumu. Lakini ni kwa nini yametupata haya? Ni kwa sababu yale ambayo sisi tumekwenda kuyachuma kwa mikono yetu Lau kama Mwislamu angetabikisha Qurani yasingetupata hayo katika jamii, na sisi hatuwazungumzii watu wa dini zingine, sisi tunazungumzia manhaji yetu katika dini yetu ya Uislamu. Mifano ambayo tunaweza tukaitoa leo ndugu zangu, ambapo kila mmoja anatakiwa achunge ili amani itamalake katika mujtamaa an. Anasema Salih ad-Damashqi rahimahullah, na haya maneno, kama sitayazingatia, tukayafanyia kazi kila mmoja kwa nafasi yake, ingekuwa tunaheri katika mujtamaa an. Anasema Salih ad-Damashqi, ya bunayya, ewe kijana changu, anamuusia mwanaye ya bunayya, ewe kijana changu, idha mara bika yaumu wa layla, ikitokea Allah subhana akakupa taufiq ukaweza kuishi kwako wewe usiku na mchana, wa qad salima fihima, na Allah akakusalimisha mchana wote ule ukapita vizuri kwako na usiku ukapita salama kwako, wa qad salima fihima Dinuk dini yako, wajismuka mwili wako, wa iyaluka familia yako, wamaluka na mali yako. Fa akthiru shukri llahi azza wa jalla, kithirisha sana kumshukuru Allah. Yani wewe ukijaliwa na Allah usiku na mchana ukapita wakati huo Allah kawa amekusalimisha wewe, mwili wako ukawa salama, mshukuru Allah. Dini yako dini yako dini, ndugu zangu katika imani, mtu anaweza kuona jambo la maskara kuambua dini yako Sh